Tume ya kupambana na ufisadi EACC imeshirikiana na serikali za kaunti kubuni kamati za kuzuia visa vya ubadhirifu wa pesa za umma kwenye serikali hizo. Akizungumza alipozuru kaunti ya Tana River, kamishna wa tume hiyo, kanali mstaafu Alfred Mshimba, alisema hatua hiyo itaokoa pesa nyingi za maendeleo kabla ya ufisadi kufanyika ikilinganishwa e, na mchakato wa mahakama ya kufuatilia pesa hizo kwa washukiwa. Takwimu za matokeo ya ufisadi kutoka kwa tume hiyo zinaonyesha kuwa kaunti ya Tana River ni miongoni mwa kaunti zinazoongoza kwenye ulaji wa mlungula kwa asilimia 70. Hii mipango inaangazia kwamba kuzuia maanake, kuzuia kuna faida zaidi, maanake katika kaunti kuna miradi kadhaa, na vile vile governor ametueleza kuna ule mradi muhimu sana ambao anafanya mambo ya urbanization, ambapo ni mradi ambapo kutaenda rasli mali nyingi sana, na kwa hivyo prevention committee kama hizi zitasaidia sana sababu mambo ya investigations na nini, hiyo ni mambo ya kufata wakati mali imeenda, mradi umesimama, lakini ukizuia kuna faida kubwa zaidi. Kwa hivyo sasa kwenda mbele, sisi tunataka kupatna na kaunti zote na kuzuia mambo ya ufisadi, na pia hata wananchi kusaidia kwa mambo ya kuzuia mambo ya ufisadi. Tumekuwa na kikao hapa kuzungumzia haya yote na hatimaye ku, uh, kukubaliana ya kwamba tunahitaji kuweka ile kamati kamati ya kuzuia ufisadi uh, ambayo ni jambo ambalo EACC wanajaribu kulichangamkia kwa kaunti zote ili kuwe na ushirikiano mzuri kati ya EACC na counties. Kamanda wa polisi wa eneo la